makabila ya Machiri na Dani ni moja ya makabila ambayo yalikuwepo, na tunaanza moja kwa moja na somo letu hili ambalo limekuwa mwanga sana na limekuwa baraka, limekuwa baraka kwa wasikilizaji wangu ambao wamekuwa wakiendelea kunifuatilia. Hivyo basi eneo la kanani kati kati, eneo la Kanani ya kati kwa mara ya kwanza lilikaliwa na Benjamini, Efrahimu, Machiri na Manasse na Dani. Mipaka ya eneo hili lilitajwa katika Yoshua 16, 17, 18 Yoshua 18 11 26 na Yoshua 19 40 mpaka 48. 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19. Sehemu ya Yoshua 13, 19 ndipo ambapo kunapatikana habari ya mipaka ya makabila Maelezo ya mipaka yalitolewa katika sura zilizotajwa na yalishawishi kukubaliana kuwa makabila hayo yalikuwepo mapema kabla ya kuasisiwa kwa ufalme. Kwa hiyo, katika mazingira hayo, mabadiliko ya nchi inayomilikiwa na machiri na dani ni ya ajabu, kwani ni wazi kuwa kabila la machiri lilikuwa bado linakaa lilikuwa bado linakaa magharibi ya Yordani wakati wa wimbo wa Debora Waamuzi sura ya 5. Katika wimbo huu machiri Waamuzi, katika Waamuzi 5:14 linatajwa baada ya Ephraim baada ya Ephraim na Benjamin na kabla ya Ze, Zebuluni Iskari na Naftali, ambapo tunaweza, tunaweza kuichukulia orodha hii inafuata inafuata muundo wa kijiografia hata hivyo, baadaye linatajwa kama kabila la machiri pekee katika Yordani kama inavyojidhihirisha katika Hesabu 32:39 na Yoshua 17:1. Sasa kulingana na Yoshua 29:40 mpaka 46 na Waamuzi 1:34 na unaofuata, Waamuzi 13:14, Samsoni, kabila la Dan lilikuwa likikaa katika nchi ya Kanani. Lakini katika Waamuzi 18 tunaambiwa kuwa kabila la Dani lilikuwa bado linatafuta eneo ambalo walikuja kuji, kulipata upande wa kaskazini hivyo, inawezekana Dani walifukuzwa kutoka katika eneo la kati la Kanani wakati fulani, kama ilivyoashiria katika Waamuzi 1:35 na hii inawezekana pia katika Yoshua 17 1947 mpaka 48 kwa hiyo, umiliki wa upande wa kaskazini ni budi uwe ulitoka katika hatua chache baadaye. Hivyo katika nyongeza, Dani hakuwa na umuhimu wowote katika historia ya Israeli. Labda kabila hili lilikuwa kundi la mwanzoni kabisa kuingia Kanani. Ukweli ni kwamba Machiri na Dani wanaonesha kukaa kwao Kanani hakukuwa tu kulikotekelezwa kwa muda mrefu, bali pia ni, ni pia ni mchakato wake ulikuwa ni mgumu. Kwa hiyo kabila hili inawezekana kwamba lamachiri na Daniu wanaonesha kukaa kwao Kanani hakukuwa tu mchakato uliotekelezwa kwa muda mrefu au ulichukua muda mrefu tu, bali ulikuwa na ugumu fulani, na tunaweza kasema ni, ni mgumu sana. Tunaendelea, kipengele kinachofuata ni kukaliwa kwa eneo la kaskazini ya nchi ya Israeli, ambayo tunasema kwa sasa kwa wakati ule Kanaani au Palestina. Makabila ya Iskari, Asheri, Zeburuni na Naftali yaliishi eneo la upande wa kaskazini. Kuna taarifa chache katika Agano la Kale juu ya muda na namna walivyowasili huko. Katika Yoshua 11:1-15 kulikuwa na msafara ulioingia eneo la kaskazini ya nchi Chini ya uongozi wa Yoshua ukikab ukikabiliana dhidi ya muungano uliongozwa na Yabini mfalme wa Hazori, na matokeo ya msafara ule ni kuwa Yabini na washirika wake walishindwa kuwawa na Hazori uliharibiwa na Yoshua. Hata hivyo kitu cha ajabu ni kuwa katika Waamuzi nne ina inaonyesha kuwa wakati wa Debora na Baraka nchi ilikuwa chini ya utawala wa Yabini mfalme wa Kanaani aliyetawala mpaka juu ya Hazori. Aa, na waamuzi 4:2 hapa pia kunatajwa kunyongeza au kunatajwa kunyongwa kwa Yabini, Waamuzi 4:24. Ingawaje eneo la vita linalofu tofautiana katika Yoshua kumi na moja, moja, kumi na tano eneo, eneo ni nchi ya vilima vilima vya Galilaya na katika Waamuzi nne ni eneo la uwanda wa Yezeeli. Kwa nyongeza katika Yoshua kumi na moja, tano, kumi na tano kunataja Israeli yote kushiriki katika mapigano hayo, lakini Waamuzi nne inataja Naftali na Benjamini, ambapo katika Waamuzi 4:5, 14, 18 wanatajwa Efrahim na Benjamini, Machiri na Hiskari huhusika katika tukio hilo. Swali linakuwa endapo Yoshua 11 na Waamuzi 4:5 kuna aina mbili ya tofauti za maelezo ya tukio moja lile lile au ni maelezo mawili kila mmoja likieleza tukio tofauti. Mawazo yote mawili yanao wasomi wanaounga mkono na wanaopinga, wanaopingana nayo. Kwa hiyo hapa kumetokea na wasomi ambao wanapingana na wengine wanaungana mkono. Ukweli ni kwamba katika Yoshua kumi na moja na Waamuzi nne kuna mipangilio miwili inayotofautiana kabisa na ni ukweli kwamba mpinzani katika Waamuzi nne tano ni Sisera. Kitu kinachofanya wazo la kuwa na matukio mawili tofauti lipate nguvu sana kuhusiana na kuharibiwa kwa Hazori, usikuzi unaendelea kuonesha ukweli kuwa mji huo ulitelekezwa wakati wa kipindi cha mwisho cha enzi za shaba. Naposema usikuzi, namaanisha ni uchimbaji kutafuta ushahidi. Kwa hiyo wako watu ambao wanachimba katika eneo hilo, na bado wanaendelea ili kuona kwamba Hazori umji ulitelekezwa na bado wanaendelea kutafuta ushahidi kwamba ulitelekezwa wakati wa kipindi cha mwisho cha enzi za shaba ingawaji imaanishi kuwa jambo hilo lilifanywa na Waisraeli. Inawezekana lilitokea kama athari za watu wa baharini ambao waliharibu miji mingi maarufu katika kipindi hicho, ikiwemo Araki na Ugariti. Aa, watu wa baharini walikuwa ni missionaries, ambao hata Daudi baadaye alikuja kuwatumia watu hawa katika kuchukua mji wa Yerusalemu.

lakini hayo hayamaanishi yaliyomo katika Yoshua kumi na moja, nne hadi kumi na tano, hayana kumbukumbu kumbu za kihistoria ambazo zinaunganishwa na swali zima la kuingia na kumiliki eneo la kaskazini la Kanani. Kwa mfano katika Yoshua kumi na moja tisa Yoshua aliwakata misuri ya paja farasi na kuyachoma magari ya kivita. Hili linaonyesha wazi kuwa watu waliongozwa na Yoshua walikuwa hawajui nini cha kufanya na farasi na magari yao farasi walitumika katika Israeli kuanzia wakati wa Daudi. Hivyo inaonyesha kuwa simulizi hilo lilitokana na mapokeo ya zamani sana. Jambo hili linaungwa mkono na Yoshua kumi, kumi ya moja kumi inaposema kuwa Hazori hapo kwanza ulikuwa ni kichwa cha mfalme cha falme hizo zote. Maelezo haya yanalandana na yaliyomo katika nyaraka za Amana ambazo zinataja mfalme Hazori kuwa ni mmojawapo wa utawala wake kikanani kuwa aliitwa mfalme, ishara ya kuwa mfalme wa zoli alikuwa na nafasi muhimu katika karne ya kumi na nne kabla ya Kristo. Kitu hicho kinashawishi kuwa kiini cha mapokeo ya kale kimetunzwa katika Yoshua kumi na moja tano kumi na tano ambacho kinasimulia juu ya uwepo wa mifarakano katika vikundi fulani vya Waisraeli dhidi ya Wakanani ambapo kwa vile upande wa kaskazini ni kabila la Naftali ndilo lililokuwa karibu zaidi na nchi ya Hazori, inayoweza kufikiriwa kuwa na mzozo ulioibuka uliobuka katika Yoshua kumi na moja 1:15 unaohusu kabila la Naftali na vikundi vingine vilivyojaribu kushuka toka sehemu za vilimani na kuingia katika nchi yenye rutuba ya tambarare. Jambo hili linaweza kuwa lilitokea wakati ule ambapo nguvu za Wakanani zilipungua kutokana na kuinuka kwa watu wa baharini na Hazori iliangamizwa, na hii inaonyeshwa katika Yoshua 11 moja mpaka 15 tu. Ah, tarehe za matukio, kwa sehemu kubwa kuna ugumu wa kutoorodhesha tarehe za matukio ya wa Waisraeli kuingia na kuikalia nchi ya ahadi Ila, ila kunatoa mapendekezo machache. Hakuna tarehe rasmi za kisikuzi kuonyesha uwepo wa uvamizi mkubwa wa Kanani wa kundi jipya la watu katika karne ya kumi na tatu kabla ya Kristo. Hii inaelekea kuwa kulikuwa na vikundi vidogo vidogo ambavyo viliingia Kanani kwa njia zake vyenyewe kwa nyakati tofauti tofauti. Vikundi hivyo vinajumuisha vikundi vya watu walioteswa kwa muda mrefu huko Misri, ambapo viliungana na vikundi vya jamii yao ambayo inawezekana vilikuwepo tayari, au vikundi vya wenyeji katika nchi ya Kanani. Wakati wa Daudi Sulemani ndipo ilipo wakati wa Mfalme Daudi na Sulemani ndipo lilipotokeleza kile ambacho kilikuja katika historia kuwa Waisraeli kama falme za Israeli na Yuda. Wenyeji wote wa asili wa nchi walijumuishwa katika vikundi hivi. Asili ya falme hizi mbili inapaswa itafutwe kwa kuzingatia mambo ya kijiografia. Hadi wakati wa Daudi uwepo wa ufalme wa Wayebusi ulifanya mahusiano kati ya makabila ya kusini na kaskazini yawe magumu mno. Zipo taarifa tatu juu ya lini waisraeli Israeli walimiliki katika Kanaani. Moja ni uwepo wa ushahidi kuwa kuanzia mwanzoni mwa karne ya kumi na tatu kabla ya Kristo kulikuwa na miji ya Waisraeli katika maeneo ya vilimani. Pili ni jiwe lililofumbuliwa na Mernetahi ambalo linataja jina la Israeli kudhibitisha kuwa kikundi hicho kilikuwepo Kanani mnamo mwaka elfu mbili, elfu moja mia mbili. Tatu ni bahari iliyomo katika wimbo wa Debora Uamuzi sura ya 5, kama wimbo huu ukiwa ni wa miaka ya elfu moja mia moja kabla ya Kristo ina inavyokubalika kijumla, na inamaanisha kuwa kwa wakati huo vikundi kadhaa na makabila yaliyokuwa tayari yameingia na kumiliki nchi ya Kanani. Taarifa hizi tatu zinaonyesha kuwa mwanzo mwanzoni mwa enzi ya chuma, makabila mbalimbali ambayo baadaye yaliunda Israeli tayari yalilowea katika nchi ya Kanani. Hivyo inaelekea kuwa uhakika zaidi tukitambua kuwa uingiaji wa Kanani ni, ni kama kuunganishwa na kuto, kutokea kwa makundi fulani fulani na makabila na miunganiko midogo midogo ya makabila na vikundi vya watu Bwana Yesu asifiwe sana. Na baada ya hapa sasa, tunaenda kuangazia juu ya kusanyiko la Shekemu. Kwa wasomaji wa Bibilia, nafikiri mtakuwa mnaelewa kwamba kusanyiko la Shekemu ni kipindi ambacho Yoshua sasa anaita kusanyiko zima la Israeli, wanakaa pamoja na kuanza kuambizana kwa, kwa habari ya maandiko ya Mungu au amri za Mungu kuwakumbusha watu. Kwa hiyo hii kusanyiko la Shekemu, Shekemu ulikuwa ni mji wa kale sana wa kikuhani, unatajwa katika nyaraka za mapema karne ya kumi na tisa kabla ya Kristo, na tayari unajitokeza katika nyaraka za amana kutoka, kutoka wakati wa mababu hadi kwa Wasamaria Daima Shekemu ulikuwa na jukumu muhimu katika historia ya Israeli katika Agano la Kale. Unatajwa mara kwa mara, ya kwanza kuhusiana na Abrahamu, Mwanzo 12:67 na baadaye unahusika na, na Yakobo katika mapokeo ya mababu. Wote wawili kunatajwa mti mtakatifu wa mwaroni uliopo Shekemu. Shekemu ulikuwa katikati ya Kanaani kama kilometa 50 kaskazini ya Yerusalemu. Katika Agano la Kale. Wakati mwingine unaoneshwa upo katika kabila la Manase Hesabu 26:31, na mara nyingine hupo katika eneo la kabila la Efraim Yoshua 17:7:1 Mambo ya Nyakati 7:28. Maelezo mazuri juu ya tofauti ya mahali ni kuwa Shekemu ulikuwa mpakani kati ya makabila hayo mawili. Aidha, kitabu cha Yoshua wa Aidha, katika kitabu cha Yoshua wala Waamuzi havitaji kama mji wa Shekemu ni miongoni mwa miji iliyotekwa wala haijaorodheshwa katika orodha ya miji katika Yoshua 13:17 Waamuzi 1:27 mpaka 36, ambayo Waisraeli hawakuweza kuichukua. Hivyo inaweza kudhaniwa kuwa Shekemu ulikaliwa na kundi la watu walikuwa na mahusiano ya kirafiki na Waisraeli taarifa iliyopo katika Yoshua 24. Mpaka sasa utafiti hujafanyika kupata asili na tarehe za Yoshua 24 zinazokubalika. Aidha kuna uhakika kuwa sura hii inaweza kuwa imehaririwa na mtu wa kumbukumbu ni utoronomisti kama inavyoonyeshwa katika mstari wa kwanza inapotaja kabila zote za Israeli zaidi ya hilo kuna kukubaliana kuwa sura hii inayo mapokeo ya kale. Kwa mfano Yoshua 24 25 27 mistari hiyo inataja juu ya kufanyika kwa agano na kuwekwa taratibu za agano hilo, kuweka jiwe chini ya mti wa mwaloni karibu na patakatifu pa Bwana. Kuna ma maoni mengi ya kuwa mapokeo haya yana ukumbusho wa kihistoria Kristo, ya wakati wa Yoshua. Jambo muhimu ni kuwa umuhimu wa Shekemu unashuka wakati wa kipindi cha waamuzi, kwa kuinuliwa kwa Shiro, ambako kwa mara ya kwanza ndipo sanduku la Bwana lilikaa mahali pale Shiro. Kufanyika kwa agano pale Shekemu ni vigumu zaidi kugundua namna gani agano hili lilifanyika kiuharisia lilikuwa linakusudia nini? Maoni ya wasomi yanatofautiana. Mmoja anasema Yoshua 24 inazalisha upya pokeo okay, la kale ambalo linaeleza makubaliano kati ya wahenga wa Israeli na Wakanani, kitu ambacho kinaashiriwa katika Mwanzo 34. Mwisho anaona kuwa tukio hili ni la asili ya ushirikiano wa makabila kumi na mbili na mwingine anaona tukio hili kama ni mapatano ya kundi aliyoliongoza Yoshua na makabila ya kaskazini ambapo katika matukio yote yalijumuisha kabila za Zeboroni na Iskari. Hii inaonyesha kuwa makabila ya kaskazini hayakuwa Misri na hayakumfahamu Yawe. Hapo ndiyo msingi wa wito wa Yoshua 24 14 15 ambapo unahusiana na pia tokeo pokeo la kale la kuondoshwa kwa miungu migeni na kumtumikia yawe. Wazo la mwisho ni kufikiri kuwa tukio hili linahusu kabila la Yusufu pamoja, pasipo Benjamin, ambayo waliahidi kumtumikia yawe. Tofauti wa mawazo haya unadhihirishwa jinsi ambavyo uhakika usioweza kupatikana kirahisi. Ni wazi kuwa mapatano ambayo makabila yote ya Israeli katika Kanani yalihusika, kwa sababu za utawanyiko wao kijiografia, kusanyiko kubwa kama hili ni kweli kwamba isingewezekana kufanyika katika kipindi cha mwanzoni na ni kama vile miongoni mwa makundi yaliyokusanyika Shekemu, yaliyokuwepo ambayo hayakumfahamu yawe na yalitumiki, yalitumikia miungu mingine. Kuzingatia wazo hili, upo uwezekano wa kusanyiko la aina hii ambalo lilijumuisha idadi maalum na kufanya agano pale Shekemu mnamo karne ya kumi na tatu kabla ya Kristo hili linatokana na kuwa na kipindi cha mbeleni kidogo mnamo mwaka 1100 tayari katika wimbo wa Debora, Waamuzi wa tano, kunatajwa aina fulani ya jumuiya hasa inayohusisha makabila katikati ya kas na kaskazini ya Kanaani, na hii ndiyo sababu miaka iliyotajwa inakubalika zaidi. Ni wazi kuwa yaliyotokea pale Shekem yalichukuliwa yalichukua kipindi cha kutosha na wala si siku moja maalum tu. Pia ni dhahiri kuwa kusanyiko la Shekemu alikuwa msingi wa uwepo wa ufahamu wa awali wa kidini uliotumiwa na kundi zima. Kwa hiyo sababu za msingi wa kusanyiko hili zilikuwa ni za maslahi ya kijamii, kisiasa na kiuchumi. Haya ndiyo mambo ambayo katika mtiririko wa kihistoria uliyaleta makabila, uliyaleta makabila karibu na kuyalazimisha kushirikiana. Jambo hilo ni wazi katika maendeleo ya baadaye ya historia ya Israeli. Kweli, ukweli kwamba dini ilitumika kama jukumu muhimu hasa miongoni mwa makundi yaliyotokea Misri na ni jambo lenye maana sana. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Na hii ilikuwa ni episodi ya tatu ya somo letu hili la historia ya taifa la Israeli. Nikushukuru sana kwa kunisikiliza na kunifuatilia tena katika episodi ya nne ambayo tutaangalia kipindi cha waamuzi, hali ya kisiasa na kiuchumi ilipokuwa ilipo, ambapo sasa waisraeli wameshikamata nchi na wapo katika nchi ya ahadi, nchi ya Kanani, ambayo ndani yake kulikuwa kuna wakaaji kama tulivyoona katika episodi zilizopita, lakini pia ndani yake tumeona mambo kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakijadiliwa au kuzungumzwa. Basi kwa sasa nikutakie wakati ulio mwema na uwe na baraka za Mungu zikuzingire sasa na hata milele. Kumbuka anayekuletea historia hii ni yule yule mwalimu wako wa neno la Mungu Mtumishi Haward Mayemba kutoka Njombe, Tanzania. Nikutakie wakati mwema na usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Barikiwa sana na uwe na wakati mwema na majukumu mema. Amen. Asante.